He, karibu sana fansi wetu wa napita tu kwenye nafasi na ukurasa ule uliokuwa bora zaidi, ambao unatupatia yale ya ziada katika yale ambayo huwa tunahitaji au tunakuwa na uhitaji mkubwa wa kuyaweza kuyapata na sehemu ile iliyokuwa sahihi sana ya kugusiana na kuongezea na hayo ya faida, ni kupitia hapa katika hili kurunzi letu la napita tu ya anko Amiri anko anko wote dunia nzima, nikukaribishe tu eh, ukiwa unaitazama mahali popote, karibu sana hii. Ni ya kwetu sisi na tupo kwa ajili ya kugusiana vile ambavyo eh, vya kwetu au vipo katika dunia yetu. Na leo ni kualike kwa kuambia kwamba tuna nafasi ya kufahamu moja ya kitu ambacho kimekuwa kinafupishwa sana kwa kuitwa WMA. Tushapata nafasi ya kuvisikia viko vingi sana vinavyofupishwa hivyo, lakini leo si tuna nafasi ya kugusa moja ambayo nayo pia inaweza ikatuongezea kitu, kwa sababu nayo ni ipo katika mazingira yetu, au ipo katika uhusika wetu wa namna moja au namna nyingine. Kabla sija kwenda kupata nafasi ya kufungua hili, hebu endelea kusubscribe kwenye channel yetu, endelea kutupatia maoni pia kwenye channel yetu. E, tupo kwenye hatua za mwanzoni, lakini kuna mengi ya faida ambayo tunaweza tukashare na wewe ili kutengeneza cha kwetu kilichokuwa bora zaidi. Leo e, kwenye WMA hii ni kifupisho au fupi, ila kwa urefu hii inaitwa Weight and Measurement Agency. Yani, Weight and Measurement Agency, ambayo hii ni wakala wa vipimo duniani au shirika la vipimo duniani, ndio linafupishwa kwa kuitwa hivyo, na limekuwa na kazi nyingi sana katika upande wa mazingira yetu, na miongoni mwa kazi hizo ni kumlinda mlaji katika sekta ya biashara, usalama, mazingira na afya e, kupitia matumizi ya vipimo vilivyokuwa sahihi. Hiyo ni moja ya kazi yao ambayo wao pia E, wanaifanya au wanaisimamia, lakini kazi nyingine pia ni kuilinda jamii kuepukana na madhara yatokanayo na matumizi mabaya ya vipimo katika sekta ya biashara na mazingira na afya. Hiyo pia ni kazi nyingine katika upande wa zile kazi au majukumu ambayo WMA yanatakiwa wayafanye, lakini nyingine pia ni kusimamia na kutoa ushauri wa kitaalam kwa wanaojihusisha na utengenezaji uundaji au uingizaji wa vipimo mbalimbali mbali, e, katika biashara katika usalama na mazingira na afya kwa ujumla. Wao pia ndo wanakuwa wanahusika kwa, wana kwa kiasi kikubwa hivyo. Lakini vile vile pia kazi nyingine wanahusika kama kiungo katika taifa letu au taasisi za kikanda na taasisi za kimataifa katika masuala ya vipimo na hii inajulikana kwa kitaalamu au kwa lugha ya kigeni ya Kiingereza kama lego e, metrology. Yani hiyo ni moja ya kazi yao, wanahusika kama kiungo kati ya taifa letu na taasisi la kimataifa pamoja na wengine katika lego metrology. Lakini kazi nyingine pia ambayo WMA au wakala wa vipimo duniani wanahusika kuhakikisha vifaa vyote vitumikavyo vina standardi ya vipimo vinavyohitajika katika matumizi sahihi. Kwa hiyo ni moja ya e, wakala kuu mkubwa sana au shirika lilokuwa kubwa ambalo pia limekuwa linahitajika sana e, katika upande wa kwa, kulinda afya vile vile pia e, kutupatia vipimo vile vilivyokuwa sahihi. Kwa hiyo wao wamekuwa wanapima na kuweka vitu viende sawa bin sawia. Uh, mimi ningependa nikufahamishe kwamba tosheka na hiko ambacho leo tumepita nacho kwenye na pita tu ambayo leo imekupatia kuhusiana na WMA, yani Weight and Measurement Agency, au ni wakala wa vipimo eh, duniani na ni moja ya wakala wakubwa sana. Asante sana. Mimi naitwa Anko Amiri Anko, Anko, Anko wote dunia nzima, nikite nanga kwa kukuambia endelea kusubscribe na endelea pia eh, kwenye channel yetu kutupatia maoni ya hapa na pale, tunayapokea na tunayafanyia kazi. Asante na kwaheri kwa leo.